Kwa majina naitwa Waziri Selemani, ni miongoni mwa bodaboda vijana ambao tuko Mabwepande na Bunju, na wote kwa pamoja tumeungana na kuunda chama kimoja ambacho kinaitwa Umapibu, ambacho kinakwenda kutusaidia sisi bodaboda ambao tuko Mabwepande na Bunju. Lakini pia kwa tukio la leo, siko mbali sana na yale ambao wenzangu wameongea, ama mwenyekiti wetu wa Umapibu bwana Julius Maganga Uh, ni kwamba leo tulikuwa na tukio kubwa la kugawa vyeti vya udereva kwa wale ambao tulibahatika kwenda kusoma kama vile uh, Umapibu kikundi chetu kilipotuhitaji tusome ili tuweze kujitambua kama madereva, kwa ajili ya kujua haki zetu tunapokuwa tuko barabarani. Lakini si hivyo tu uh, tarehe 17 ya mwezi huu wa 11 utakuwa na darasa lingine. Kwa hiyo ni wasihi vijana wenzangu, madereva wenzangu ambao tuko Bunju, tuko Mabwepande, tuko Mbopo, yani wale wote ambao tumeunganika kwa pamoja tukaita Umapibu, basi tuje kwa wingi tarehe 17 kwa ajili ya darasa lingine, ili tunapougeuza huu mwaka kwenda 2026 basi wote tuwe tumekamilika, tuna leseni, tuna vyeti.